Ni uwanja wa KMC Mwenge, Dar es Salaam, karibu sana katika ligi kuu ya NBC, mfalme wa nyika Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa FC, wazee wa mapigo na mwendo. Tazama mashabiki wao wako hapa katika dimba hili, lakini hata katika mitandao ya kijamii. Hali dibitebo zembwela huyu mchezaji wa zamani wa tipili Ndanda bwana kaweka maopamba hayo. Makofi ni kuwapongeza wachezaji wao kwa kutinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni appreciation wakifurahia kwelikweli katika uwanja wa Moses Mabida, Durban, Afrika Kusini. Kocha Fadu Davis amefanya mabadiliko ya wa wachezaji kadhaa, David Kameta akianza badala ya Shomari Kapombe. Kuna tuzo mbili zinatolewa hapa na ABC, kocha bora wa mwezi March ama mwezi wa tatu, Fadu Davis pamoja na mchezaji bora wa mwezi March, Steve Desemkwala. Ni timu ambayo ina kiwango bora sana kandanda imeshaanza. Karibu sana, uwanja wa KMC Mwenge, Dar es Salaam, ligi kuu ya kandanda. Simba Sports Club sifuri Mashujaa sifuri. Tazama dakika 45 anza kwanza, dakika 15, zitakupa picha halisi namna mambo yatakavyokwenda katika mchezo huu. Valentina uma karabwesamu amechelewa. Jafary salum kibaya ataonesha ubaya kibaya. Jafari salum Kibaya ameonyesha ubaya mbele ya musa Kamara pinpini, atajilaumu sana. Karabwe shamu karabwe shamu atajilaumu kwelikweli, mapigo na mwendo, wanapiga mwendo. Valentena umalipiga pass pasi, karabwe shamu inspekta akashindwa ku, inspekta kipira ule, kacheza striking nzuri kwa mguu wake wa kushoto. Jafari salum Kibaya kibaa, look at that mpira ukaenda kudunda pale Spiderman Musa Kamara ali jaribu kucheza na meuona kadi ya njano kwa kwa Idrisa ni Stambuli. Semaji kwa mara nyingine tena, Edwin Baluwa cheza Patrick Kibutali mara hii alifanikiwa kufusha ukuta na ikawa ni on target. Edwin Charles Balua, Patrick Evans mitali akaikataa na palipo na moja ndo Mashujaa kwenye scoreboard, palipo na sifuri ni Simba. Na sifuri maana yake nini? Sifuri maana yake hakuna kitu, Simba hakuna kitu. Awesu ali awesu amepiga magoti pale. Kadi ya njano tena kwa Abdul Nasir Asa Mohamed wa Mashujaa. Pasi nzuri tuweka ndani na na poteza nafasi ile. Unapiga Valentino Omule. Anaonyeshwa kadi ya njano. Kadi ya njano anaonyeshwa Mundhir Abdullah Fwai, Edwin Charles Balua baluapa, ah, Patrick Evansi Muntali amecheza vizuri kabisa. Alichokifanya Edwin Charles Balua ni kupiga chini kwa sababu friki zote amepiga juu, na wachezaji wa Mashujaa waliruka wakiamia atapiga juu, na mpira umepita chini, lakini shuti ilikuwa unaweza ukasema Zimbo Junior, nyuma yake Ali Salim Katoro. Mwamuzi anasema dakika 45 zimekamilika. Uwanja wa KMC Mwenge, Dar es Salaam, sifuri kwa moja, Mashujaa Football Club wakiongoza Simba kwa dakika zote 45, kipindi cha kwanza. Mwamuzi wa mchezo Kefa Kayombo yuko tayari kwa ajili ya mpambano. Simba usimba wanaanza kabumbu ila, assalamu alaikum, karibu tena uwanja wa KMC Mwenge. Simba sifuri Mashujaa Football Club. Mapigo na mwendo moja, Mohamed Hussein anamgusia sasa, kitenes Prosper. Ateba, yeah! <laughs> namna gani Leonel Ateba cheza wengi wanapokuwa hawana mpira na kwa sababu Simba wanamiliki sana na walazimu kwa wengi kwao, washaanza kuona Simba awesu. Captain Lucho anapoteza boli. Twende twende twende, chezeni boli ni, ni, ni Mashujaa sasa atakujibu kujibu shambulizi, balama mapinduzi, mamzasema ni fao jaribu kwenda awesu, mwamuzi akasema ni fair challenge, mpira ucheze, wakaondoka. Kachezea akachezewa, faona Deborah Fernandez movambo. Simba Sports Club sifuri Mashujaa mmoja. Nafasi ingine tena, Krispini Ngushi, off target. Krispini Ngushi, nafasi ya kwanza naipata toka ameingia na kuchukua nafasi ya ya Selemani Begu off target ya kwanza hiyo kwa Mashujaa. Joshua Mtala anaingia pia, anakwenda nje ya Wesu Ali au Wesu atafuta upenyo na atakutana na mpira ule. Mohamed Hussein anaitoa, mwamuzi anasema ni mkwaju wa penati. Kefa Kaiyombo referee kutoka Mbeya anasema ni mkwaju wa penalty kwa Simba Sports Club. Gushi pamoja na Abdul Malik wanakwenda kufuata Kefa Kayombo na Abdul Malik anawatuliza kwamba tulieni, lakini goli la kuswazisha la Simba na hili ndio tukio lenyewe. Mwenye jukumu la kupiga mkwaju wa penalti Mbida Ateba ah! Salmawanyika Simba Sports Club anazinduta kutoka usingizini kupitia kwa mkwaju wa penalti wa Leonel Christian Mida Ateba. Jukwaani ni shangwe. Ateba alipiga sasa, stali wao bumbum boom, boom. Shakalaka shakalaka bum, ndani ya kamba, golikipa amedrive lakini wapi. Makofi yanapigwa pale kwamba kongole Ateba, wakati golikipa Patrick Muntali hakuwa na nafasi kabisa. Moja moja Salu Mayanga, kipara kile kinatoa jasho jembamba, wakati wanakwenda kucheza kona Simba. Patrick Evans Muntali ndo kapteni wa kikosi cha Mashujaa. Inaonekana kuna mchezaji anaonyeshwa kadi ya njano. Patrick Evans Mtali, second yellow card, manake ni red card kwa golikipa huyu na nahodha. Ni nini kimetokea, Patrick huyo? Mtazame kwa ukaribu sana. Patrick Evans Mtali kauingiza mpira uwanjani. Patrick Evans Mtali, wamtoe mchezaji mmoja wa ndani ili aweze kufanya mabadiliko ya kumpata golikipa, lakini ambia nenda huko vyumbani, anakwenda kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Patrick Evans Mtali anapewa jezi nambari kumi na nane. Ni presha kubwa kwelikweli, inamiminwa ndani, ameikosa. <laughs> hey, hey, ya kwanza hiyo. Bidi jipange kweli kweli. Ateba anakanyaga sasa Joshua Mtale Buto, weka pasi ndani kule, mpira unaingia ndani kule, anapoteza nafasi ile. Amenusurika Abdul Nasir Asa kipa yule. Na mchezo dakika 15 15 kwenye nguvu. Ni moja kati ya matukio adimu sana kuyaona katika Ligi Kuu ya NBC. Maamuzi Kefa Kayombo, Shomari Kapombe.

Musa Kamara ameinusuru Simba. Faru Davis, rangi inabadilika. Anaona namna gani Crispin Ngushi alimfungisha Tela, hehehe. Shamu hakuwa na cha kufanya, alifukuza upepo tu. Crispin Ngushi kutafuta Kagoma, weka krosi ndani kule, he, Ateba apoteza nafasi ya wazi kabisa. Ateba anakwenda chini. Goalkeeper Abdul Nasir Asa Mohamed anapunguza presha sasa pale. Anajaribu kufuata kama ni maumivu, maana yake labda ametua kwa bega. Tazama mashabiki wa Simba, moja ikae, mbili ikae. Anaweka pembeni kumtafuta Shamuu, wote wamepanda Simba anatafuta Shomari Kapombe, anazunguka pale. Mwamuzi anasema nini? Ni fao, mwamuzi anasema ni nje, Shomari anasema ni ndani bwana mwamuzi. Amefunika mkwaju wa penati, wanamfuata Mashujaa hapa. Kefa Kaiyombo bila shaka mwamuzi msaidizi nambari mbili Nema Mwambashi ndio akamwambia ni ndani ya penalty area. Shomari Kapombe, ile contact ilifanyika ndani ya penalty area. Shomari Salum Kapombe. Ngushi kwenye presha kubwa, kadi za njana zinatoka kama njugu. Ngushi analalama kweli kweli, ameonyeshwa kadi ya njana na refa Kefa Kayombo. Simba wana nafasi. Ateba, Ateba Leonel Ateba ni kama mtu ana mafua makali, anapiga chafya na mafua yanatoka. Kelele inayosikika ni mashabiki wa Simba. Ateba alipiga juu kabisa, napotagia njiwa kule wota penatek. Golikipa Abdul Nasir ambaye ni mchezaji wa ndani angefanya nini? Utamlaumu bure tu, hakuwa na cha kufanya chuma amekaa na mechi jumaa akisema kazi bila shaka imemalizika. Simba Sports Club magoli mawili, shangwe nderemo na vifijo kushangilia huku kwa Simba, kuna maanisha mambo yalikuwa ni magumu sana katika mchezo huu, wakiwa wameshapata ushindi dakika za mwisho kabisa, na mechi imemalizika. Fadu Davis kwa mara ya kwanza amevua koti, kavua suti yake ya koti la suti, kalitundika kaweka mbali kabisa. Nema Mwambashi Kefa Kayombo wamefanya kazi kwa dakika tisini. Mechi imemalizika, mechi ambayo ilikuwa na drama nyingi, hii ni mira kwa mechi moja, kati ya mechi ambazo zimekuwa na msisimko na matukio makubwa ambayo hayawezi kuelezeka kirahisi. Leonel Ateba akienda kambani kwa mikwaju ya penalti. Mimi ni Baraka Mpenja Mwamba wa Malila, fahari ya Teta, tukutane wakati mwingine. bye, bye. Assalamu alaikum, amani iwe nanyi.